ameshusha kitabu cha Qurani. Wakataja ulama asbabu mukhtalifa, sababu nyingi sana tofauti ambazo qurani ilishushwa kwa min ajili ya sababu hizo, lakini bil asafi shadid, kutokana na ubovu wa bahati, ndugu zanguni Waislam, mada yetu nikaona tuiakhirishe, insha Allah akipenda rabulizati wal jalal, katika siku za usoni tutakuja kuizungumzia kutokamana na dhurufu ambazo zisizoziwilika, nikaona nichukue kipengele kifupi leo, ili tusheye baina yetu na kukifanyia kazi, ambacho mambo yamepelekea umma wa Kiislamu, sehemu ya umma wa Kiislamu kufeli katika mkondo mzima wa maisha. Kuna sababu ndugu zangu wa Islamu zimetufanya tufeli na tuwe katika mkondo huyu ambao tunaonekana kwao. Jambo la kwanza ni kuto kumfata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Mwenyezi Mungu subhanahu wataala alituambia kwamba, kul sema Muhammadi in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kama mnampenda Mwenyezi Mungu fattabiuni, wambie wanifate wakufate Muhammad wakuijie maisha yao, basi wakenda sambamba na maisha yako, mambo yatakuwa mazuri, maisha yatakuwa na baraka, mambo yote yatakuwa ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammad ni mjumbe ambaye aliyetumwa na Mwenyezi Mungu liyakuna rahmatan lil alamina, awe rehma kwa walimwengu, ndo akasadikisha kwamba laqad kana fi rasulillah hakika tayari imekuwa kwa mtume wa Allah uswatun hasana, ni kiigizo chema, role model wa umma. Leo ndugu zangu wa Waislamu, wasanii wamefanikisha kuweza kuibuka na kuchukua kundi kubwa katika, yani malezi katika maisha na mfumo wake mzima. Mtoto bado mdogo anavutiwa kwamba maisha yake, wewe nani, niwe msanii, wewe nani, mcheza mpira, wewe nani, niwe soja. Maana yake wamebugubikwa na yale mambo ambayo ndio wanaona mbele ya macho yao, na yale mambo ambayo ndugu zangu wa Islamu, tumetupia nyuma ya mgongo, tuwafunze watoto wetu kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasalama, mtume wa umma tutakapofeli maisha yetu, ataenda kombo. Ndugu zangu, nguni Waislamu, Mtume alipotoka Makka kuhamia mji wa Madina alifika mji wa Madina hakuna msikiti. Akafika mji wa Madina yani akakuta hali imechafuka, hali ni ngumu. Akawa jambo la kwanza aliyofikiria binaul masjid ni kujenga msikiti, sehemu ambao watu atakutania ili wafanye ibada na iwe sehemu ya shura ya Uislamu na shura ya community na shura ya umma. Tatizo lolote ambalo litatokea, basi faruduhu ila llahi warasul, yani rejesheni kwa mwenyezi Mungu na mtume wake muhammadin sallallahu alaihi wasalama. Kwa hivyo basi, walivyofika mji wa Madina, jambo na kazi kubwa ya kwanza alifanya mtume ni kuhakikisha msikiti ulipatikana. Msikiti ulivyopatikana, akaupanga jina lake ili yoyote ambaye atakuja kutoka katika pembe za ardhi ajua huyu ni msikiti wa Muhammadi. Hivyo atatulia, sheria zote atapanga atafatwa kwa sababu mtu atakuwa na ile hofu. Masjid Muhammad, Masjid Nabawi, msikiti wa Mtume muhammadin sallallahu alayhi wasalama, ndio ukapangwa jina. Mpaka leo msikiti wa Madina ni Masjid Nabawi. Mtume akataa kuanza mikakati ya sheria akawaita masahaba wa Makka, akawakusanya na wale wameshaamini katika mji wa Madina, akaanza kuunga undugu. Jambo la kwanza kwanza, watu waungane, walete mapenzi, maisha, baraka zitapatikana. Na haya yamekosekana katika maisha yetu, ndugu zanguni Waislamu. Kuunga umoja ni jambo la pili ambalo tulifeli kwalo, ambalo hatuna nalo sisi Waislamu, na ndio maana unaona umma umeikaa tasabuhum jamian, utawaona kwamba labda ni wote ni wamoja ni Waislamu, wakulubuhum shatta, lakini huku zimeoza ziko tofauti. Mtume salllahu alihi wasallam akaanza kuwaunga masahaba kwa ule uungano, wakazaa mapenzi, wakasaidizana kama jisi tunaona nation zingine zimeunga mapenzi mizali tu. Wao umetoka Ethiopia, mizali wao umetoka Somalia, hatutokuacha hivyo hivyo. Nitatafuta kuna jamaa na duka, ukafanye kazi, nitakupa kazi yangu, na kesho utabaki na duka. Unakutana ni watu ambao hutowaona mashopu, wakitumikiana na wameendelea kivikali na wana pesa na wako vizuri, kwa sababu nyoyo zao zimekunjuka, sio kama nyoyo za watu ambao toka wametoka East, ni watu ambao, ndugu zangu Islam, wa inna kathiran min annasi lafasikun, wengi wao ni waovu, wengi wao ni wabaya. Mtume sallallahu alaihi wasallama baada ya kuunga ilifikia Abdurrahman bnu Auf na Sadi, walipoungishwa undugu hawa, Sadi alimwambia niko na wake wanne, twende nyumbani ni umchague unayemtaka katika wake wangu, kisha ule ambao utamchagua unayemtaka ni mtwalik aweze kufanya nini? Aweze kuwa mke wako, mwoe. La ilaha illa Allah, ni mapenzi ya kiasi gani? Masahaba wamefikia, niko na mali kadha, bustani zangu hizi tugawe na wao, uanze maisha. La ilaha illa llah Akamwambia, nashukuru Allah akubarikie, Allah akupe na Allah akulipe kwa moyo wako. dullani ila suqin, nionyeshe soko iko wapi. Na hapo wanasema ulama, yani wa ahalla llahu lbaia, Mwenyezi Mungu amehalalisha biashara. Sehemu kubwa ya maisha ya mtu kuendelea kimaisha, mtu kupaa kimaisha ni sehemu ya kufanya bisnes, biashara. ikiwa kama wotatumikiana, yawezekana pasenti kubwa ukafa bado maskini, kwa sababu una mshahara fix ambao umefiksiwa ule mshahara, nenda rudi ni huyo huyo, na huyo mshahara umeendana na mahitaji yako, na wakati mwingine ni mdogo. Utalipa nyumba ule usaidie familia ujisaidize, na hela yote inakwisha. Lini unapata maendeleo? Kwa hivyo akaambia, Dullani ila sukin, nionyeshe soko. Alikuwa na dirham zake kidogo, akaanza kurangua na kuuza pale pale, na wao kwa wao masahaba wakaona wanahurumiana baina yao. Huruma ukipotea, ndugu zangu Waislamu, hakuna mafanikio katika jamii. Mtu anauza tomato hapa mwenzi mwenzi anauza tomate pale. Huyu ambaye anauza tomate hapa akishaona wateja wawili watatu wamenunua kwake, akija mteja wa nne, anamwambia tafadhali, nakuomba kwa ajili ya Allah, tomate nzuri sana hizi nimechukua hapa nikatia hapa, ili nami nipate riziki, mchukulie ndugu yangu, mshoree, ananunua leo. Mswahili utie huko, imam umefungua ka shop na wewe ujiendeleze kimaisha, hawatakuja kununua, hawawezi, hawawezi wanunue uendelee uwe na maisha mazuri inashindikana. Wewe mwenyewe upate mshahara wako uwekeze uwekezo, ukinunua tu gari tayari mtu anafika na kuchukua, anakuchukia hakutaki tena, yani anakuona kama ni mtihani. Na wengine wanawashtumu mpaka maimamu, wanakula pesa ya msikiti, kwa hela mia tatu mia nne inachagwa msikitini ya shida ya kitu fulani, ndio mtu atatolea utajiri na kula la ilaha illa llah. Huko ndo ambapo tumefikia ndugu zangu ni Waislamu. Kwa kweli tumekuwa watu ambao hatueleweki, tunashangaza mbingu ndugu zangu ni Waislamu. Kwa hivyo Mtume alipofika Madina, baada ya kuunga undugu na kutia jina lake katika msikiti Masjidi Nabawi, akakata pale krotir, akasema kuanzia hapa shurek mpaka kule mwisho. Hapa si sehemu ya kuswalia ndani ya msikiti huyo, hapa patalala. Wa wanani au wanalala nje? Maparas tunawakusanya vijana ambao hawana pakulala, watu ambao maisha yao ni duni, watakuwa wanalala hapa. Mkitaka msitaki, watalala hapa. Akakusanya wale maparas akawatia msikitini kwa lengo kwamba wakiwa 24 wazi msikitini, watapata kituo cha kutulia. Wakishapata kituo cha kutulia, harakati zote za mtume watazishuhudia, huenda Allah akatoa miongoni mwao watu ambao wataufaa umma, watamsikiza mtume sana, kinyume cha wale ambao wanaenda kufanya makazi, wako bize, wanaonekana kwa nyakati ndogo na muda wao ni mfinyo kweli. Ndugu zanguni Waislamu, dhana ya mtume ikatokea kuwa njema, pakatokea mle mtume akawa anawaambia maswahaba kwa wale ambao wamejaliwa riski pitua mmoja pitua mwingine yani fanya hivyo mtume mwenyewe akipata riski mtume alikuwa hali sadaka ikija sadaka anawaita anawapa ni haramu mtume kula sadaka kwa hivyo akawa hata akipata zawadi yake chakula chochote kidogo anaagiza anaenda ukanitizamia msikitini ahlusufa walikuwa wanaitwa ahlusufa nitie nao wanachangia kile chakula la ilaha illallah ikawa ndio maisha hayo. Aba Huraira alipigwa na njaa mpaka anajifikiria, mbona leo hatupati mtu, leo tutafuturu wapi? Afu leo tutakula wapi? anatazama kila mtu ambaye akimwona, alipomwona Abubakari anasema, nikaamua nijifanye kama ninamuuliza masala na huku tunaenda, tukifika nyumbani kwa huu muda wa saa sita awezi kula naniona, awezi kula naniona, leo hata upite restaurant ndugu yako anakula? La nah, nikimkaribisha huyo atakata kula, hii ration ya 60 nitakuwa programu zimebadilika, na ukila kweli ana eh, huyu jamani mroho ah Nimesema tu karibu ya kujitoa na yeye ameikaa, hizo ndo roho zetu. Anaenda anamuuliza, anasema na anamuuliza masala, kuna mambo nimesikia kwa mtume sallallahu alaihi wasallama, sikuelewa vizuri, mpaka wanafika nyumbani wanakuta chakula wanakula maisha anaenda. Huyu alislimu, yani bado siku miaka minne mtume aiondoke dunia, lakini kwa ule muda alijilazimisha kuwa na mtume kwa sana, akatokewa muhaddith wa kwanza katika maswahaba ambaye alipokea hadithi kuliko yoyote yule katika maswahaba. Aba huraira ni mtu katika ahlu amishen ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Ndiyo Allah akasema, lakadmanna allahu alal muminina. Mwenyezi Mungu ameshawapendelea waumini, amewafadhilisha waumini, ithbatha fikum rasulan Pindi alikuwa kutumieni mtume ambaye ndo huyu muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Sasa mtume akawabainia, fi yaumi alqiyamati, ikifika siku ya kiyama, yuhsaru nas, watafufuliwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao mtume akabaini kiyama kitatokea hapa hapa duniani katika ardhi ya dunia, lakini itakuwa katika nchi ya Filastini, sehemu zote inachukua Yemen Filastini, kule kote, nani yani imechukua wakati huo ilikuwa inaitwa Sham, hivi imejigawagawa. Kwa hivyo ile yote ardhi Allah anasema yauma tubaddalu lardhi ghaira lardhi, siku ambayo nitabadilisha hii ardhi, itakuwa sio hii, zile milima yote itatoka, bahari zote ziondoke, nyumba zote zididimie, kisha Allah altie pale katika ardhi ile iwe ni uwanja mkubwa mpana, au tanue, kisha iwe ni chuma, kisha lile jua litateremshwa, yani liwe shibran pamoja anasema Mtume laurafa ahaduhum yada, mmoja wenu akipandisha mkono siku ya Kiama lamasaha, ataugusa ule lile jua na mkono wake utayayuka moja kwa moja. Ndugu zangu Waislamu, hali itakuwa ni nzito, ndio Mtume sallallahu alaihi wasalama ikaitwa yaumu lqiyama, siku ya kisimamo ni miaka fi yaumin kana miqdaruhu hamsina alfa sana, siku ambayo urefu wake kwa siku moja ni sawa na miaka elfu hamsini ya duniani. La ilaha illallah, allah akikadiria kwamba tutaishi pale kiama siku tatu za kiama ambaye itakuwa mi, miaka laki moja na elfu hamsini miaka tu hamsini arobaini, hapa duniani inatuchosha, tunazeika kabla ya wakati, tunachoshwa na maisha, seuze ayo maisha ambayo atakuwa kuna kula kunywa, ni kuangaika chini, watu wanaungua juu, jua linapigwa. Mtume akabaini baina yetu sisi waja na, na, na, na jua, Allah ametia pazia tisa ili liziwie ule mwanga mkali wa jua kutuunguza. Lau Allah atatoa moja, zikabaki nane, dunia itaungua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kwa hivyo ndugu zangu wa Islam, mtume akamwambia fi yaumil qiyamati, ikifika siku ya kiyama, yuhsharu nnas, watafufuliwa watu kutoka makaburi mwa, makaburini mwao. Minhum man yatalauna la kalqamara lailatal badri, miongoni mwao kuna watu ambao watakuwa na nuru mfano ya mbara mwezi 13, 14, 15 ya Kiislamu. Watu wale watakuwa katika neema isiyokuwa ya kawaida, neema ambayo ni kubwa sana ndugu zanguni wa Islam. Fayataajabuna ahla almashari, kisha hapo wataona ajabu watu ambao watakuwa wamekusanyika sehemu ile ya ule uwanja wa hisabu, kisha wataanza kuulizana, haulai minal mursalin amin almalaikati mukarabin, hawa bila shaka ni miongoni mwa mitume watukufu wa Allah au ni miongoni mwa malaika ambao wako karibu zaidi na Allah subhanahu wa taala, yani wanawazubalia waja wenzi wao. Twamwomba Mwenyezi Mungu atutie miongoni mwao. Akasema Mtume, watasikia sauti inasema la, inakataa hapana, hayo ambayo mnayoyasema Bal hum ibadi, au ni waja wangu wa kawaida. Kharaju min biladin shatta wa min qabailin shatta, wametoka katika vitongoji miji tofauti nchi tofauti. Wa min qabailin shatta, na makabila mataifa mbalimbali mbali. Tahabun fia, wakakutana sehemu wakajenga mapenzi na upendo, wakapendana kwa min ajili yangu. Fa akramtuhum hadhihi ikrama, hivi sasa leo nimewakirimu takrima hii kubwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mapenzi. Ndugu zangu wa Uislamu, mapenzi yakiwa basi huruma utapatikana. Mapenzi yakiwa subira, kustamiliana, tutasubiriana. Mapenzi yakiwa tutazaniana kheri, mapenzi yakiwa tutatamaniana mazuri. Lakini chuki zikitutawala, roho mbaya zikitutawala, ambazo zingine zinakuja sijui ni kwa nini. Kwa hivyo, ndugu zangu, ni Waislamu, subira, hatutofanya nini? Kustamiliana. Ukikosa tu kidogo nitakuripua kwa sababu sina mapenzi na wewe. Ikiwa kama hatutopendana la ilaha illallah. Sintoweza kukustamilia sintoweza kuwa na mapenzi na wewe, sintokuwa pamoja na wewe, na hili ni tatizo katika umma, ndugu zanguni Waislamu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala akatwambia kwamba tushikamane, yani tuweze kuwa katika kamba moja, tuweze kushikamana ili tuweze kupata nguvu al-ittihadu kuwa umoja, ndugu zangu Waislamu, ni nguvu katika maisha ya binadamu. Na umoja ndugu zangunu Waislamu ndio umewafanya maswahaba wakafaulu. Sasa mambo haya ndugu zangunu Waislamu yakipotea, basi tusubirie maisha yetu yatokee kuwa kama hivi. Na akabaini Anas ibnu Malik walipoenda kumwambia kuhusu Hajjaj ibn Yusufi, akamwambia: isbiru subirini kwa viongozi wenu hadi itazidi kuwa mbaya siku baada ya siku. Haya ambayo mnaona leo mnayashuhudia, yaani siku ambayo inakuja itakuwa zaidi kuliko ile siku ambayo iliyotangulia. Ndugu zangu wa Waislamu, tujaribu sana tuweze kuweka mapenzi baina yetu, innal muhibba liman yuhibbu muti'un, yule ambaye anapenda kwa anayempenda huwa anamsikiza na kumtwii. Lakini chuki ikishatawala hakuna nafasi tena hiyo ya kumtwi kumsikiza na kuweza kumfanyia subira na kuweza kuungana naye, yote atatoweka. Wakati ndugu zangu ni Waislam, mapenzi baina yetu yanapokuwa hayapo, kwa hivyo ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia Umar ibnul Khattab Hautofikia kuamini uwe mwislamu wa ukweli, mpaka ndugu zangu ni Waislamu, yani mapenzi yako Umar, yawe amebezi kwa mwenyezi Mungu na mtume wake, kuliko chochote kile, kuliko hata wewe mwenyewe. Umpende Mungu na mtume zaidi ya namna unavyojipenda akamwambia kuanzia leo ya Rasulullah, nampenda Allah na mtume wake zaidi ninavyojipenda. Hayo ndio yalikuwa mapenzi ya Uislamu na akawafanya waislamu waweze kufaulu. Kwa hivyo anasema Imam Maliki, la yusliha akhiru hadhihi lumma, na watafaulu watu wa mwisho wa ummati Muhammad illa bima saluha bihi awwaluha, yani isipokuwa kwa yale ambayo waliofaulu watu wa kabla yao walioishi katika hii ardhi ambao ni maswahaba wa Mtume. Allah akasema fabihudahu muktadi, yani kwa uongofu wao, namna walivyoeshi na kusoma kwa Mtume, waigieni muweze kuongoka kupitia wao. Hii ndio njia pekee, na tuliobaki nyuma ni watu wa este ambao ni watu wa Burundi. Sana sana, ndio watu ambao tuna roho mbaya kuliko wengine, kisha wakafata wengine, nations zingine ambazo hatuzitaji, lakini si tumezidi yote ambayo yako ndani ya, ya umma wetu au jamii yetu, na jamii zote ni hivyo hivyo, wanazo chuki wanazoroza kwa nini, lakini tumeshindana behavior, si maana yake tumeenda over, percent yetu ni kubwa kwa reaction, na ndio maana tunarudi nyuma, na tumeonekana sisi na watu wetu wa jirani ndio watu wa mwisho kabisa katika maisha, si tunafuatana na Wamalawi maana yake sisi katika maendeleo hatumo. Hapa South Africa hatuna lolote, na kile ambacho tunakimiliki maana yake kinanyongonyea. Unaona, pesa inaingia, lakini gharama na mambo mgisi ni mengi, ile pesa inakuishia, utakosa kuwa na roho mbaya umwone tu mwenzako hivyo, la haula wala quwata illa billah. Kwa hivyo lazima roho mbaya zinaingia na kadhalika. Kwa nini baraka imeondoka? Sasa tutafuteni baraka, ndugu zangu Waislamu, kupitia mambo haya na tumuigie Mtume sallallahu alaihi wasallama, siera zake, tutafaulu katika maisha yetu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahimu wa huwal barrul karim, zindani ya maisha yetu